Huku watahiniwa wa mtihani ya kitaifa wakiendelea na mitihani yao kwa siku ya pili, wito umetolewa kwa wazazi kuwapa muda mwafaka wa kudurusu vitabu vyao na kuhakikisha kuwa wanawapa vifaa vyote vya kutumia wakati wa mitihani hiyo. Aidha uh, wasia wa mchungaji wa kanisa la Bukaya Pefa, Maulid Waswa, aliyekuwa akizungumza wakati wa ibada ya kuwaombea watahiniwa KPSEA na KJSEA. Watahiniwa kutoka familia za mapato ya chini walipewa, uh, madaftari kwa hisani ya mfanyi biashara Boniface Ngashira, huku wito ukitolewa kwa hisani wengine na viongozi kuwafaa wanafunzi ambao hawajiwezi katika jamii. jambo lolote, alafu tuwe na ile roho ya kuweza kuwatia moyo ili waweze kuwa na positive attitude, moyo ule wa kuweza kuona ya kwamba watafaulu. Ya kwamba tangu watoto wafungue hadi saa hii hakuna capitation e, shule asilimia kubwa ya shule hazijapokea mgao wao wa capitation. Kwa hivyo mimi nataka kuomba waziri wa elimu kwamba saa hii watoto wanaenda kufanya mtihani wao na wajapokea mambo pesa ya capitation. Kwa hivyo ombi langu kuu warilize hizo pesa mapema, ili watoto ambao wajiwezi wapate vyombo ama vifaa za kufanya mtihani. Jamii wa ya Wasomali katika kaunti ya Taita Taveta imesema itaungana na jamii zingine.